Saba na 2000 alikuwa waziri wa maji na maendeleo ya mifugo kati ya mwaka 2000 na 2005 na, na kati ya mwaka 2005 na 2008, na alikuwa waziri mkuu. Kati ya mwaka 2013 na 2015 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa, ulinzi na usalama. Kutokana na uzoefu wake, alifanya kazi maalum zifuatazo. Kati ya mwaka 1999 na 2000 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya baraza la mawaziri la kushirikia masuala ya nchi zenye madeni makubwa ili kushawishi msamaha wa madeni ambapo Tanzania ilipata msamaha wa deni. Akiwa waziri wa maji, alivunja mkataba kati ya Dawasco yaani mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam na kampuni ya Bywater ya Uingereza. kampuni ya Bywater waliishtaki serikali ya Tanzania na Tanzania iliibuka mshindi katika kesi hiyo na kulipwa fidia. Katika serikali ya awamu ya tatu alisimamia utekelezaji wa kuchukua maji kutoka ziwa Viktoria kwa ajili ya matumizi ya watu wa kanda ziwa katika mikoa ya Geita, Simiyu pamoja na mikoa ya Tabora na Singida, akisimamia vipengele vya mkataba wa kimataifa ulioipa nchi ya Misri tu haki hiyo kabla ya mataifa mengine. Uthubutu wake katika kufanya maamuzi haya ulimpa sifa ya kuwa moja ya mawaziri sita waanzilishi wa baraza ma, la mawaziri la maji la Afrika. Mwaka 2022 alitunukiwa nishani ya AMCO kwa kutambua kama, kwa kutambua kama waziri mahiri katika masuala ya maji waanzilishi wa AMCO. Alijiunga na jeshi la kujenga taifa mwaka 1978 na kupata mafunzo ya kijeshi katika chuo cha mafunzo Monduli, Tanzania Military Academy, wakati huo kikiitwa chuo cha uongozi cha taifa, yani CTU. Kutokana na ushiriki wake katika vita vya Kagera mwaka 1978 hadi 1979, alitunukiwa nishani ya vita na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua mchango wake katika taifa la Tanzania na utumishi wake mimi Dkt. samia suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na mtunuku nishani ya kumbukumbu ya muungano daraja la pili <muchu> kwa mheshimiwa Mizengo Kayanza Pita Pinda, salamu. Wewe ulizaliwa tarehe 12 Agosti mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane, wilaya ya Mpanda iliyokuwa katika mkoa wa Rukwa. Ulipata elimu ya msingi kati ya mwaka 1957 na elfu moja mia tisa sitini na nne katika shule ya msingi Kakuni. Ulijiunga na masomo ya sekondari ya seminari Kaengesa mkoa wa Rukwa kati ya mwaka 1965 na 68. Na shule ya sekondari Pugu kati ya mwaka 1969 na 70, na baadaye na shule ya sekondari Musoma na kuhitimu kidato cha sita. Kati ya mwaka 1971 na 74 ulisoma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutunukiwa shahada ya kwanza ya sheria. Uliajiliwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali chini ya Wizara ya Sheria mwaka 1974, kama wakili wa serikali. Mwaka 1981, ulihamishiwa ofisi ya Rais Ikulu ambako ulitumikia kwa muda wa miaka 22. Kati ya mwaka 1978 na 1995, ulikuwa katibu msaidizi wa Rais. Kati ya mwaka 1995 na 2000, ulikuwa karani wa baraza la mawaziri. Mwaka 2000, ulichaguliwa a mbunge wa jimbo la Mpanda Mashariki. Ulifanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa, serikali za mitaa kwa muda wa miaka 19 kati ya mwaka 2005 ulikuwa naibu waziri wa of... naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa, serikali za mitaa, na kati ya 2006 na 2008 ulikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa mwaka 2008 ulikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwezi no Novemba mwaka 2015 ulistaafu rasmi katika wadhifa huo. Baada ya kustaafu, umeteuliwa na serikali kushika nyadhifa mbalimbali zifuatazo. Kati ya mwaka 2016 na 2019 ulikuwa mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kati ya mwaka 2017 na 2020 mkuwa mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi. Kati ya mwaka 2017 na 2022, mkuwa mjumbe wa kimataifa wa bodi ya ushauri ya the, the Silk Road Think Tank Association. Mwaka 2016 uliteuliwa kuwa mjumbe mwandamizi na mwenyekiti mwenza wa kamati ya ushauri ya taasisi ya China kuhusu ushirikiano katika kilimo. Yani, member of the Senior Advisory Committee of China Institute of South Cooperation for Agriculture and Belt Road Institute for Agricultural Cooperation. Mwaka 2018 ulikuwa mlezi wa kituo cha mafunzo na tamaduni za China na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2019 mekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha kuendeleza urafiki kati ya China na Tanzania. Yaani, Tanzania China Uh, Friendship Promotion Association. Baada ya kustafu utumishi wa umma, umeendelea kujishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji wa nyuki na samaki kwa imani ya kwamba kilimo ni shughuli muhimu kwa maendeleo ya watu wengi wanaoishi vijijini. Pia ni msingi wa kuondoa njaa na kupunguza kasi ya umaskini. Kuanzia mwaka 2023 umeteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la kumshauri rais masuala ya kilimo na chakula. Wadhifa unaoendelea nao hadi sasa. Kwa kutambua mchango wako katika taifa na utumishi wako, mimi Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya muungano wa daraja la pili. <tune> Kwa Mheshimiwa Pandu Amiri Kificho Salamu, wewe ulizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1950 Zanzibar. Ulipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Makunduchi kati ya mwaka 1961 hadi 64 na shule ya msingi Mtende kati ya mwaka 1965 na 68. Ulipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Mtende kati ya mwaka 1969 na 70 na shule ya sekondari Lumumba kati ya mwaka 1971 na 72. Uliendelea na elimu ya juu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Mtende kati ya mwaka 1973 na 74. Mwaka 1981 ulihitimu katika Institute of Development Management IDM, Mzumbe ambako ulitunukiwa cheti cha sheria na mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano ulitunukiwa astashahada ya sheria. Umekuwa na weledi na uzoefu mkubwa katika shughuli za umma ambapo kati ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano na sabini na sita ulikuwa mwalimu wa shule sekondari. Kati ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita na themanini ulikuwa karani wa mahakama Zanzibar.